Salamu, bl na mbwana anisikiliza kila kona dunia, karibuni International. Na mimi ni M.M Mwanakijiji, Operation Zinduka. Tunajibu hoja dhaifu za wanaomtaka Lowassa, Operation Zinduka namba tisa. Hoja ijioka hoja siihoja wakati ambapo taifa letu limeshuhudia watu wasomi wa akili timamu, au angalau wanajionyesha na akili timamu, wakijenga hoja dhaifu za mabadiliko, ni wakati huu zikiwa zimebakiwa siku chache tu kwa Tanzania kwenda kwenye sanduku la kura kuamua hatima taifa lao na watoto wao. Wapo watu ambao wanaamini kabisa kwa mwaka huu wanaenda kuleta mabadiliko kiasi kwamba wamejiapiza wenyewe kwa mabadiliko hayo yatakuja kupitia mgongo wa mmoja wa viongozi wa bovu kabisa kupata kutokea katika historia ya taifa letu, anayekuja na chama ambacho kimejidhoofisha mno kiitikadi na kifikra. Mabadiliko ambayo wao wenyewe wameamini yameshindwa kubebwa na chama sasa nabebwa na mtu kama, nilivyoandika huko nyuma na katika episode nyingine za Operations Zinduka zilizotangulia, ndugu zangu, mbegu za mabadiliko zilizopandwa kwa damu katika miaka hii mitano iliyopita zilikuwa zichipue na kutoa matunda mazuri kwenye uchaguzi huu, kwa wapinzani kuongoza kampeni safi ya hoja na yenye mwelekeo unaoeleweka wa sera, wakipendekeza watu ambao watasimama kujitofautisha na wale ambao wamesimama kwa muda mrefu kupitia ta chama tawala. Baadhi yetu tuliamini kwa makosa, sasa tunajua kwa, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kilikuwa kimejifunza toka uchaguzi elfu mbili na kumi kuwa mabadiliko ambayo Watanzania wanayataka sio sura za watu bali sera zinazoeleweka. Hili inaonekana ni somo lililopita baadhi ya hao watu juu ya vichwa vyao. Ndugu zangu, moja mojawapo ya hutuba zilizovuma sana mwaka uliopita na kusambaa miongoni mwa Watanzania kama vile moto akichaka kikavu kwenye shamba la mahindi yaliyokauka ni hili, ile iliyomonyesha mojawapo wa wabunge machachari wa Chadema akibeza Chama cha Mapinduzi. Hotuba ile ya Mchungaji Peter Msigwa na hotuba nyingine ya Joseph Mbilinyi, ya Mbilinyi, au aka Mr. Sugu ziliwafanya Watanzania waamini kabisa kuwa tatizo sio tu kwa CCM kama chama, bali pia watu waliokuwemo ndani ya CCM kwani chama hujengwa na watu. Msigwa, katika hotuba yake ambayo inajulikana kama akili ndogo kutawala akili kubwa, alisimama bungeni, akashangiliwa na wabunge wapinzani na kusema, akirejea historia kwa nchi za Kimagharibi zilizokuwa na maisha kama ya kwetu sisi karne chache tu huko nyuma, zilipiga hatua haraka maendeleo pale ambapo watu hao walipoanza kufikiri, na mnukuu hapa, kuhoji na kudadisi, mwisho wa kunukuu. Ni humo waliposema kuwa huko kwa bungeni wako watu wanachangia kiasi kwamba huwezi kuona tofauti kati ya profesa na mtu wa darasa la pili na akaongeza kwa mbembwe kuwa problems cannot be solved by the same level of thinking that created them. Akashangiliwa. Yani, matatizo hayawezi kutatuliwa na upeo wa kifikra wa watu wale ule ule ambao uliyasababisha. Na ndio akaongeza akiwaambia CCM kuwa wao wameshindwa kutatua matatizo, na hivyo principle ya akili ya juu zaidi inahitajika kuyatatua matatizo haya. Bahati mbaya watu wale wale walioshangilia wengine, kwenye TV au kwenye simu zao kwenye WhatsApp na kwingine, wakiona msigo akizungumza kitu deep, wamesahau kabisa hicho alichokiita yeye mwenyewe kuwa ni kanuni, tena alisema kanuni isiyobadilika, nimemnukuu hapo, kanuni isiyobadilika. Leo Chadema na watu wale wale wameenda kuchukua akili zile zile ndogo zilizoshindwa kwenda kutatua matatizo yale yale ambayo zilisababisha, and fundamentally negating the whole promise, premises for change wana wanaondoa kabisa msingi wa hoja yao ya mabadiliko. Lakini hilo ni moja tu. Zipo hoja nyingine ambazo zinaonyesha udhaifu ambao wengine tumekataa kudandia, kwa sababu labda akili zetu uh, zinakubaliana zaidi na hoja ya Msigwa kuliko wale waliodandia mabadiliko haya feki. Niziangalia hoja hizo uh, nyingine, tutaangalia kwenye ile episodi namba 10 na tuone kama zinaweza kutolewa na watu wenye akili timamu au watu wenye akili kubwa na ambao sasa tunaona wameacha eh, wamedaka wa, wa the same level of thinking nikinuku uh, mchungaji msimu. Hoja hizi mbili hizi ambazo nitaziangalia sasa hivi ni, ni, hoja hoja worthless tu. Ya kwanza nasema oh, sisi tunataka tuiondoe CCM tu kwanza, mengine yote baadaye. Hey, CCM itoke ito, ito, kwanza bwana, mengine baadaye. Sasa ndugu yangu, mimi hii hoja nilikataa mwanzoni kabisa, sio leo ndilisha ikataa ilipokuwa inatolewa hata kabla ya kuja kwa, kwa Lowassa. Kwa hiyo ni hoja ambayo ni muflis kwa kichwa, kwamba huwezi kusema tu kwamba sisi tuondoe tu tuvunje ili daraja lililopo sasa hivi kwa sababu ni bovu, alafu tutajua baadaye. Ala nini, watu mna akili? kuna mtu apa, kuna mamba tutavuka vukaje? No, haijalishi tutavuka vipi, daraja hili bovu tutajenga jingine. E, mtajenga jingine. E, mtajenga e, jenga vipi? Hatujui. Mna mali za kujenga hatujui. Nitalijenga hapa hapa, hatujui tutajua tukishavunja. Hili ni miongoni mwa fikra hafifu kabisa, sijui watu hata wazioni hizi. Baadhi yetu tunaamini kuwa bila kuyumba, kwa sio tu CCM inaweza kuondolewa, lakini kwa hoja safi na na uhakika, hata CCM yenyewe angeweza kuondoka vizuri tu, kwa sababu ungekuwa umezidiwa kwa hoja. Bahati mbaya, ndugu zetu alipoamua kuyasalimisha mabadiliko kwa mtu mmoja wamejikuta wameweka mayai yote kwenye paka cha moja bovu ambalo anajua ni bovu, lakini kwa vile wanaamini linaweza kufika, basi wanalipiga chepuo tu, watu walinunua. Haitoshi tu kutaka kuiondoa CCM na kudai mengine baadaye. Si kama yale mengine ya baadaye yanatarajiwa kuletwa na watu wale wale ambao kuwepo wakati matatizo yaliyopo sasa yanatokea, na hawana rekodi yoyote ya maana kusema kuwa na uwezo wa upeo uh, wana uwezo au upeo wa kutatua matatizo haya. Hii ni hoja muflisi. Mengine maana yake nini? Lakini hoja nyingine nasema, kama Lowassa fisadi, serikali impeleke mahakamani. Hii hata mwenyewe Lowassa anatangaza an, an, an, an, an, kugombea akiwa CCM, hata baadaye hajajaribu kuisema hii hoja ni, ni hoja dhaifu, vile vile. Nitaonyesha kwa maneno mengine, wanaotoa hoja hii wanataka kusema tu kama Lowassa ni kiongozi mbovu, basi serikali ingempeleka mahakamani, kwamba kama kweli Lowassa angekuwa amefanya jambo lolote baya la kuligharimu taifa basi angeenda mahakamani au angepelekwa mahakamani. Ukweli mmoja, watu wanaotoa hoja hii wanasahau kuwa sio kila kiongozi ambaye amefanya jambo baya ameweza kufikisha mahakamani na kuna sababu nyingi zaidi. Na ukikubali hii hoja kwa, kwa, kwa Lowassa kwamba hajafikishwa mahakamani basi ni kiongozi safi, basi lazima ukubali yote. Unaona? Maana ni hivi kwamba kama wale wengine wa CCM hawajafikishwa pia mahakamani basi nao ni safi. Uh, hujanisikia vizuri, nitajirudia. Kama kutofikishwa mahakamani kwa Lowassa kumemfanyia kuwa msafi, basi kutofikishwa mahakamani kwa wale wengine kule, sitaki warudia ya majina yao kwa sababu wengi tunajua. Na wenyewe ni safi kule. Sasa kama wale kule hawajafikishwa mahakamani wachafu, huyu hajafikishwa mahakamani, kwa nini awe msafi? Ndiyo maana msigo alikiita hiki the same level of thinking. Sasa kama Lowassa kutofikisha mahakamani kigezo cha kuwa safi, basi inawezekana bila kujua watu waliompokea Lowassa kwa sababu hiyo hiyo, wao wenyewe wamejikuta wameisafisha CCM <laughs> kiongozi mbovu sio lazima afikishwe mahakamani bwana. Makosa mengine ya kiongozi yote anatosha kumtia pingu, ila yanaweza kutosha kumfanya julikane ni kiongozi mbovu. Narudia tena, makosa au matendo mengine kiongozi anaweza kumfanya mabovu, lakini sio kumfikisha mahakamani, anatuonyesha tu kwamba huyu mtu ni mbovu kwani kocha timu ikifungwa ikifungwa eh kwani lazima ikose ushindi eh? Wakati mwingine inafungwa, mnajua kabisa hapa huyu kocha bomu. Hata mkishinda moja mechi moja mbili, mnajua huyu bomu. Lakini nyingine, na hii ni muhimu, nilizungumza na nimeandika, wanasema watu tunaichukia, si CCM itoke tu. Sasa hii ni mojawapo ya hoja muflisi. Chuki haijawahi kuwa kichocheo cha mabadiliko, has never been a catalyst for change. Hatred has never been a catalyst for change. It's only catalyst for chaos. ni, ni, ni, ni kichocheo cha vurugu tu, kwa sababu wote mmechukua mmechukia mna hasira mna nini mnafanya mambo ya ajabu ajabu, ha, hambadiliki, hambadilishi kitu. Umeona bwana, tumeona nani, situliona Kenya bwana, chuki chuki was there there has been there for a long time, lakini wakati ulipofika hakikutokea kitu chochote, watu wakaumizana tu wakafanya nini sasa Hatari nyingine kuwa mkikutana watu wengi wenye chuki, mnaweza kujikuta mnafanya vitu vya hatari kwa ajili ya mabadiliko, na mwisho hamna tofauti sana na wale mnataka kuwabadilisha. Mfano huko wazi, kwani hatujasikia juzi hapa kuna watu wengine wamepigwa? Huyo mwandishi huru kapigwa akiwa kwenye ofisi ya Chadema pale na nini sijui, lakini alipigwa tu akaumizwa akafanya nini, na kuna hizi hivi hivi vya kulipizana kisasi sasa kama nyinyi mnafanya yale yale ambayo sisi tunalalamikia uvunjaji wa haki za binadamu, kwa nini tuwabadilishe <laughs> eh? Leo hii ndugu zangu, kiwango cha chuki za hisia emotional hatred danger CCM na hata wana CCM kiko juu kiasi kwamba ni cha hatari. Niliwahi kuandika huko nyuma kwa tusipoangalia tumetengeneza mazingira ya vurugu kiasi kwamba ambaye mtu ambaye ni mwanasiasa anaweza kufanyiwa kitu kibaya kwa sababu hiyo. Hii si chuki, sio swala la, la, la CCM tu, kwani tumeona pia liko miongoni mwa washabiki wa CCM Eh, kuna matukio ambayo yametokea huko nyuma, tumeona uh, wapinzani wameumizwa. Uh, mfano mzuri, hatuwezi uh, kusahau yaliyotokea nani kule Bunga eh, uh, nakumbuka na ya ile kijana wa Bungu. Kwa hiyo hiyo level ya, ya chuki imefika mahali pa ya kwamba, kwa sababu chuki sasa ni chuki ya watu. Leo unasikia mtu anazungumza, hao waitwe wa mafisiemu sijui nini. Sasa uwezi kufanya hivi, natukumbusha tukumbusha watu wa Rwanda waliwaita wenzao nani cockroaches wengine wanaamini kabisa, mimi si mmoja wao, wanasema ili tuweze kuleta mabadiliko lazima tupigane kwanza, ili tuheshimiane. Na kweli ndugu zangu, chuki haipeleki katika mabadiliko, inaweza kumfanya mtu afanye uamuzi ambao sio wa kiakili, irrational choice, na ndio tunachokiona sasa hivi. Watu wenye akili timamu anasema kabisa e, bwana e, Sisiemunamjua mtu mwizi, tunajua huyu ni fisadi, tunajua hivi, lakini tunamchagua tu, that is irrational. How can a rational person, mtu mwenye akili timamu akasema kwamba hiki nakijua ni kitu kibovu? Gari unaliona bovu, injini ni mbovu, matairi yako nje nje, unasema ndio, unajua bovu, lakini mimi napanda. Sasa mkipata ajali mbele ya safari mtasemaje? Utajua mbele baadaye wakati uko hospitali. Ndugu zangu, baadhi yetu tunataka tuiondoe CCM lakini si kwa sababu tunachukia na CCM. Narudia tena. Wengi ambao wana mabadiliko ya kweli ambao tunataka kuiondoa CCM au kuibadilisha CCM tunafanya hivi si kwa sababu tunachukia na CCM. Hao ni ndugu zetu, ni jamaa zetu, ndiyo Watanzania wenzetu, wana haki na yeye mwenyewe. Nimezungumza kwenye mojawapo ya episode huko nyuma, tunaposema Tanzania ni yetu sote, ni sote sote, hata na CCM wana haki na hii nchi. Kwani wamesema wakitawala miaka 100 kama hao wanachaguliwa, tatizo lao liko wapi? hadi sisi tukapoamua, kwamba hatutaki iwe hivyo, lakini na wenyewe wana haki. Huwezi kusema kwamba eti kwa sababu ni wana CCM, basi wana haki kidogo Tanzania. Hili ni jambo la muhimu sana watu waelewe. Jiulize hivi, kama leo watu wana, wanashindwa tu kuhoji na wanakataa hata kuhojiwa, wakishika madaraka watakuwaje hawa? Ndugu zangu, hatuachukiwa na sehemu na katika uzito wa hatu tofauti hizi hatuko tayari kwenda hatukuwa tayari kwenda sisehemu kuwaomba atupatie mmoja wa viongozi wao wabovu kabisa kutuongoza. Hii ni jambo la muhimu kuelewa. Kwa hiyo sisi tunasema ndugu zangu, ya kwamba hoja hizi zote ni fresh, zimeshindwa. Tutaendelea kuzipangua. Tukutane.